Baada ya mji wa Walikale mkoani Kivu ya kaskazini kuweza kutekwa na wapiganaji wa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC, makubwa yameanza kushuhudiwa. Ndege isiyofahamika imetoka wapi, ina namba gani yaripotiwa kutua kwenye uwanja wa ndege wa maeneo hayo ya Walikale sehemu za Kigoma. Kulikoni? na huko Minembwe mkoani Kivu ya kusini kwenye nyanda za milima ya juu sehemu za tarafa lafizi Itombwe kama vile Mwenga, mapambano makali yanaripotiwa baina ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wa wanashirikiana na Wazalendo, na upande mwingine ni muungano wa Twigwaneo, Ngumino, Red Tabara kama vile Andrhide na hivi watu ambao tumeweza kuwasiliana nao hmm, wamesema nini ndugu mtazamaji, huo ni muktasari tu, na kuomba wandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kila ambacho nitakuomba, kauli mbiu yetu ni moja tu. Wewe ambao bado haujasubscribe, yaani haujajiabone, tafadhali usikose kujiabonee, usikose kulike, usikose kuwacha comment yako usikose vile vile kushea au kupataje kwa wengine ndugu jamaa na marafiki, usikose vile kutuambia wapi ulipo wapi unatusikiliza wapi unatufuata. Wewe utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa chaneli yetu hii Kuna Nini News, basi na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kile ambacho tukueleze ni kwamba mapambano makali yamezuka katika milima ya nyanda za juu huko mkoani Kivu ya Kusini baina ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC ambao wanashirikiana na vijana wazalendo waliochukua silaha kwa ajili ya kutetea ardhi yao. Hadi muda huu ambao tunaendelea kutoa habari hii, matu ikiwa bado kujulikana kwa sababu wote wanaopatikana kwenye uwanja mapambano, wengi wao tuliojaribu kuwasiliana nao waliweza kujizuiza kueleza lolote hapo, wakituambia kwamba tusubiri kwa kuwa wako kwenye operesheni ila kila ambacho tafahamu mtazamaji, pia msikilizaji ni kwamba mapambano makali angali bado yanaendelea, ikiwa ni siku ya pili mfurulizo. Hivi sasa tutokapo na habari za huku mkoa wa Kivu ya Kusini kwenye nyanda za juu, ikiripotiwa sehemu za milima ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga, tuelekee mkoa wa Kivu ya Kaskazini, nafasi ambako ni siku mbili hivi tangu wapiganaji wa M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC waliweza kuteka mji wa Walikale au maskani ya tarafa la Walikale, tarafa linalojulikana kwa umaarufu wake wa madini. Habari ambazo tulizo nazo zinasema kwamba baada ya kutekwa kwa mji huo wa Walikale, kuna ndege ambayo kufikia sasa ahija fahamika bayana kwamba ni ndege kutoka wapi wala namba yake aikufahamika, lakini cha ajabu ni kwamba una uporaji wa hali ya juu ambao umeshuhudiwa katika maeneo ya Walikale, haswa kwenye kijiji cha kibiashara cha Mubi, maeneo ambako kabla wapiganaji wa M23 RDF jeshi la Rwanda AFC kuwasili katika mji huo au kijiji hicho cha kibiashara kuliweza kushuhudiwa uporaji wa hadi ya juu huku wenyeji kijiji wakilazimika kuweza kuhacha makazi yao, kukimbia wamoja njia ya kuelekea Kisangani huko kwenye mkoa wa Chopo na wengine wakiweza kukimbia misituni isifahamike na kujulikana hatima yao. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, uporaji unaoshuhudiwa katika maeneo hayo

aidna nikufikia hapo, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, leo, ikiwa ni siku ya wikendi, siku ya Jumamosi ya tarehe Machi 22 mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Madira yetu ya asubuhi, ikiwa haya ni matangazo yetu ya asubuhi, sina budi kukomea hapo. Kila ambacho nitakuomba tu ni wewe ambao bado uja subscribe au uja like au uja comment au uja share, huo ni muda wako, usiondoke kabla uja subscribe, yaani kujabone, usikose ku like, usikose ku comment usikose vile kushea kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na hivyo hivyo itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi acha ni kushukuru kwa muda wako wewe uliokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Asante.